Kuna nguvu katika kushuhudia. Mara nyingi watu wamekuwa wakidhani ya kuwa unapotoa ushuhuda unaringa, unajionyesha, unatamba, unajio, unafanya watu wakuone kama wewe mtakatifu sana, na imepelekea watu wengi huwa wanaogopa hata wakati wa meza ya Bwana, ukiuliza kuna mtu ana ushuhuda, mara nyingi unakosa mtu. Kana kwamba robo nzima miezi mitatu hakuna jambo Mungu alilokutendea. Jamani, kuna nguvu katika ushuhuda. Nguvu katika ushuhuda. Kwanza ile kuwa ushuhuda ni wajibu wa Mkristo. Kuwa Mkristo kushuhudia ni wajibu wako. Na, na, na, na shuhuda ambayo inatokana na uzoefu wako binafsi na Mungu, ushuhuda huo una nguvu sana. Nabii anasema katika kitabu cha Step to Christ ukurasa 78, Ellen G White anasema, kila mmoja aliyeonja upendo wa Kristo ni shahidi kwa ajili ya wokovu wake unashuhudia kwa ajili ya wokovu wako. Haleluya! na na tungekuwa na, labda ningewaambia kwamba unaposhuhudia unajitengenezea energy. unajitengenezea nguvu kwa ajili ya kushinda jaribu jingine ambalo liko mbele yako shuhuda. Na, na, na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza fungu la nane inasema lakini ninyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya! Kwa nini hatushuhudii? hatujapokea nguvu.